Wanawake Live imedhaminiwa na pedi za HC. Jamani chini ya jua kitu pekee kinachoweza kukuzuia ni anga eh? The sky is the limit. Kwa hiyo ni mpaka uweze kufika huko juu, uko mawinguni ndio unaweza ukawa umefika mwisho na hayupo ambaye amewahi kufika hapo. Wewe unahisi kuna tatizo mbele yako, kuna changamoto mbele yako, pambana, unaweza ukavuka. Kuna jambo unataka kulifanya la kimaendeleo, ni aidia kubwa, ni ndogo, ni ya kawaida, unaona kuna ugumu? Hapana, hakuna ugumu, ni mtazamo wako. Ukiamua kuona unaweza, na ukafanya makubwa zaidi, inawezekana. Leo tunakuletea bonge la mrejesho, yes, na kila siku napata ujumbe wa wanawake mbalimbali wakisema toka nilivyomwona Wakonta nimeacha kulialia, nimeacha kulalamika, na hilo ndio lilikuwa lengo letu. Kwa hiyo nikualike sana sana, na imani kupitia kipindi cha leo bado utazidi eh, kuhamasika na kupata msukumo wa kuhakikisha unaatamia yale maono yako na ndoto zako za kufikia maendeleo ni kwa hisani kubwa kabisa ya pedi nzuri nzuri nzuri. Sijawahi kukutana na pedi kali nzuri kama hizi, zinajulikana kama HC. Kwa kweli ni pedi nzuri. Wewe kama ni mwanamke ambaye unataka utumie pedi ambayo haitakuwa na madhara kwa afya yako, basi HC ni mwisho wa matatizo. Yes, usiende mbali, baada ya muda mfupi tu tunaanza kulistongesha mbele ni katika msimu ambao tunasema mwanamke piga kazi, changia uchumi wa familia. Mwanamke piga kazi, acha kulalamika, acha kulialia, acha kuona kwamba eti huna mtaji. Unajua wengi tunas, tunalilia sana mitaji, lakini hatulilii maarifa. Jamani, tukisikia semina tunauliza huko, hey, kuna hela huko za kugawiwa? Ah, tutafika vipi namna hiyo? Na wale ambao ni wazima wa afya njema, maskini ya Mungu hawana ugonjwa wowote Wamejali wa afya, wana nguvu tena, wengine wasomi, wasomi kweli, lakini bado utasikia wanalalamika. Hao ndio kwenye vipindi kama hiki cha leo tunataka wanyamaze, wafunge midomo yao katika kulalamika, na wamwambie Mungu tunakushukuru, na waseme kuanzia leo mimi sintalalamika tena, nimebarikiwa, nina kila kitu na ninaweza kufanya chochote katika ulimwengu huu. Hebu nikukutanishe leo na shujaa kwa mara nyingine tena We ambaye ulikuwa hujakutana naye basi leo utakutana naye. We ambaye ulimwona wakati ule, leo endeleza kujazia e, hamasa, nguvu ya kupambana hivyo, yani ajisemea dula hivyo <laughs> yani. Kwa hiyo karibu sana. Siku zote wanasema penye nia pana njia, na unapokuwa na nia basi lazima utaonyeshwa njia. Ni kwa sababu hiyo tumekuwa karibu kabisa na shujaa wetu Wakonta Kapunda, ambaye na uhakika umewahi kumuona katika Wanawake Live, na kama hukuwahi kumwona basi leo utamuona na hutajutia, kwa sababu ni mtu ambaye amewafanya wanawake wengi na Watanzania wengi na Wanaafrika Mashariki wengi kuto kukata tamaa. Siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya kuweza kupata mrejesho kutoka kwa Wakonta baada ya kuweza kusapoti kwa namna moja au nyingine katika hatua ile ya kwanza ambayo alihitaji kwenda Zanzibar na ni baada ya yeye kutunga stori yake vizuri kushiriki katika kinyanganyiro na akafanikiwa kwenda. Tuko na familia yake, yuko karibu na wazazi wake na ni kutokana na hali yake ya kiafya ndio maana anahitaji watu wa karibu sana wa kumsaidia na wanaomsaidia ni baba yake mzazi na mama yake mzazi. Kwa hiyo pengine tuanze tu kwa salamu, alafu baada ya hapo Wakonta yeye atatupa tu brief kidogo amefikia wapi toka pale tulipoachania. Jamani, karibuni sana kwa wakati mwingine katika wanawake live asante. mm -hmm. Tunashukuru sana kututembelea mm. Na tunashukuru kutukumbuka kila wakati sawa eh. Asanteni sana kwa kuja sana mm. Yeye ni familia yangu nawapenda kama mnavyonipenda mm. Karibuni tena leo. Umependeza sana asante. Mrembaji wangu ni Joyce Kiria <laughs> Superwoman mwenyewe ndio amenipendezesha <laughs> <laughs> Haya bwana, baba hapo? Nafurahi kwamba wanawake live siku zote iko na sisi, karibuni sana asante. Kwa wale ambao pengine leo ni mara ya kwanza mnaonana naye, na imani ataweza kujitambulisha japo kwa ufupi kuhusiana na historia yake, alafu atupatie mrejesho. Wakonta, kazi kwako. nafurahi sana kukutana na nyie tena. Naitwa Wakonta Kapunda na miaka ishirini na nne. Nilizaliwa kawaida na viungo vyangu sawa, mikono inafanya kazi, miguu inafanya kazi, lakini mwaka elfu mbili na kumi na mbili nikiwa shuleni, siku ya mafali yangu, kwa bahati mbaya niligongwa na gari ambayo ikasababisha nikavunjika shingo ambayo ikapelekea nikapooza kuanzia mabegani mpaka miguuni. Nimeishi hivyo kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na mbili mpaka leo hii elfu mbili na kumi na sita Ni maisha mapya, ni maisha magumu, lakini ni maisha ambayo ni ya kwangu ambayo ninayaishi sasa hivi. Katika ambayo nimejifunza katika hichi kipindi ambacho nilikuwa nimepooza ni uandishi wa miswada ya filamu ambayo nimejifunza mwenyewe nyumbani. Na nikiwa nyumbani pia niligundua kwamba kuandika kwa ulimi kunawezekana. Kwa hiyo sina mikono, lakini natumia ulimi wangu kuandika, na sasa hivi naandika vizuri sana, karibu karakta kama mia hivi kwa dakika, naandika haraka. Kwa hiyo baada ya ku, kujifunza kuandika hizi miswada ya filamu, nikajiunga kwenye shindano ambalo lilihostiwa na Maisha Lab ya, ya Uganda. Nilibahatika kushinda kuingia 15 bora na ikani lazimu nitoke nyumbani niende Zanzibar nikajifunze zaidi kuhusu uandishi wa filamu, na hichi ndio kitu kilichonifanya mimi na nyie tukakutana k okay. Na imani yule ambaye alikuwa akufahamu hivi sasa, amepata mwanga kidogo. Sasa leo kwa pamoja tuungane kupata mrejesho baada ya kuweza kuonekana kupitia wanawake live na vyombo mbalimbali vya habari ikawaje? Kwanza ni washukuru sana wadau wote wa wanawake live wa Tanzania kwa ujumla, mashirika, watu binafsi ambao baada ya mimi kuchaguliwa kwenda Maisha Lab walinisupport kwa hali na mali mpaka nikafanikisha kwenda, nikafanikisha kufika Zanzibar na nika attend hiyo workshop ya siku nane Maisha Lab. Nawashukuru sana, nawapenda sana. Nimejifunza kitu kikubwa sana kupitia ushirikiano ambao mmenionyesha. Swala so, zima la film ni kitu ambacho kinahitaji teamwork. Uh, na mimi nikisema sasa hivi nirudi nyumbani, itakuwa siwezi kupata support ambayo ningeweza kuipata kama ningebaki hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi na familia yangu na ndugu zangu na marafiki tukashauriana, tukajadili, tukaona itakuwa ni vizuri niendelee kuwepo Dar es Salaam. Kwa hiyo baada ya kutoka Zanzibar, familia yangu na mimi tuka tukakodi nyumba hapa Mbezi, na tutakuwepo hapa ili mimi niweze kuifanikisha hii ndoto ya kuwa mtengeneza filamu. Um, na kwa sasa hivi baada ya kuhamia hapa Mbezi mimi na, mimi na timu ambayo nimeipata hapa ambayo ni wale wanafunzi ambao nilikuwa nao Maisha Lab, baadhi niko nao mpaka sasa hivi na ndo timu yangu na ndo ambao nategemea kushirikiana nao kuishuti filamu yangu. Kwa hiyo kwa sasa niko katika hatua za mwanzoni za kuanza kuitengeneza filamu yangu ya kwanza. Kampeni yetu ya Mwanamke Piga Kazi imedhamiria kuwakomboa wanawake kweli kweli. Mpaka sasa hivi tayari tumekushafanya semina kadhaa, na huu ni wakati ambao tunaenda katika vitendo zaidi. Kwa sasa tunaanza na semina ya mafunzo ya ufugaji wa sungura pamoja na samaki, na hii ni kutokana na utafiti wetu wa kuangalia soko linahitaji nini. Kwa hiyo kwa wale wajasiriamali ambao wangependa kufuga sungura pamoja na samaki tunawaalika sana katika semina hii ambayo itafanyika tarehe tatu, Jumamosi, mwezi wa tisa, hapa Mbezi Bichi Jogoo, ukumbi wa Roasters Pabu. Tupigie namba kwa wewe ambayo utapenda kushiriki kupitia 0753787126, ni 0753787126. Karibuni sana wakinamama, wanawake wote, tuondokane na umaskini kama Wakonta anavyosema. Kwa kweli na mi nakubaliana naye kwamba kule kwao ni mbali, Sumbawanga kijiji cha Kipili huko e, wilaya ya Nkasi ni mbali. Nasema mbali kwa sababu mi nimefika na licha tu ya kufika na changamoto kubwa nilizopata kule, hata leo huu mrejesho usinge wai namna hii endapo angetoka Zanzibar akarudi moja kwa moja kule kwao, pengine wazazi. Sasa mama, nikianza na wewe, maisha haya mmeanza sasa upya, sijui hebu eh, tuambie kwa upande wako kama mama huu eh, uzoefu wa maisha mapya uko vipi? Hey, haya maisha mapya ni magumu kidogo, kwa sababu tuko kwenye nyumba ya kupanga mm. Tulizoea kukaa kwetu, sasa tunaona kama ni maisha magumu mm-hmm. Lakini kwa sababu tunatamani binti yetu afanikishe ndoto yake, inabidi tukae naye. Kwa hiyo tuna tunajaribu namna yoyote, ili angalau ziwe karibu naye, tumsaidie aweze kufanikisha hiyo ndoto yake mm-hmm. Ndio. Wewe binafsi ukiachilia, katika kufanikisha ndoto ya binti yako, kuna vitu gani ambavyo wewe kama wewe ambavyo unaviona kabisa yani, pengine ndio changamoto kutokana na kuhamia maeneo haya mapya? kipindi tuko kule kijijini, nilikuwa na miradi midogo midogo kama kuku kuku wa kienyeji na wa kisasa. Sasa kutokana na kwamba lazima tukae naye, hivyo hatuwezi kufanya tena kwa hapa kwa sababu tuko kwenye nyumba za watu. Hata elimu nilionayo nashindwa kuitumia kwa sababu si rahisi kumwacha hata kwa saa moja useme naenda kufanya shughuli fulani nirudi. Lazima niwe karibu naye, hata akiwa anafanya hizo shughuli zake, lazima mimi niwe karibu naye, kwa sababu kila kitu anachotakiwa kusaidiwa ni mimi, lazima nimsaidie. Kama anahitaji kubadilishwa ni mimi. Kwa hiyo mambo mengi yamekuwa hivyo. Haya, na imani tumeweza kumsikia mama, sasa tukamsikie uh, baba kichwa cha familia, embu tujaribu kutafakari sasa. Unaanza upya, unajikuta huko sehemu ambayo inabidi uanze kama upya hivi, baba. Kwa kweli, hiyo ndiyo changamoto, kwa sababu kipindi chote nimekaa na biti yangu Wakonta akiwa katika hali hii ya kupooza, kwa kweli sikunyanyasika sana. Anatakiwa ale vyakula natural, kwa pale kipindi ninavyo tena ndani ya shamba langu Sitoi pesa tena, kama ni matunda navuna shambani, kama ni samaki nachukua kwenye bwawa, nyumba ni ya kwetu wenyewe na mazingira tulivu kabisa. Sasa ghafla niko Dar es Salaam ambapo natakiwa nilipe kodi ya nyumba, hata hayo matunda ambayo ni lazima yale niyafuate sokoni bili ya umeme nilipie, wakati kule nimejifungia sola toka nilivyofunga mwaka elfu mbili na tisa sijawahi daiwa bili na mtu yoyote mm, na ninapata mwanga na chaji simu na angalia tv kama kawaida mm. Kwayo, kwa hiyo ninajisikia kwa kweli niko katika mazingira mapya mm, mapya lakini kutokana na kwamba ndoto ya binti yangu lazima ifanikiwe niko tayari kupoteza vingi. Najua mji wangu sasa utavurugika, lakini sina namna, siwezi nikamwacha aishi peke yake nje ya hapa. Ni lazima niwepo, kwa sababu anahitaji huduma yetu kwa karibu sana. Hizi changamoto zinazo ni zinazo, ambazo ziko mbele yetu kweli ni kubwa sana, lakini sikati tamaa kama ambavyo yeye hakati tamaa na mimi, vilevile vile sikati tamaa na niko tayari kwa kweli, hata baadhi ya rasilimali rafi, zangu zilizoko huko niweze kuzitoa, nipate kianzio cha maisha haya mapya. Kwa hiyo, hiyo ndio hali halisi. Siwezi kusema leo kwamba sina changamoto, hapana, ninazo, lakini siwezi kuzikimbia ah, changamoto zipo, lazima nipambane nazo. Eh, ki, kifua mbele kabisa. Unajua, ilikuwa kama vile amefunikwa ndani ya boksi, yuko ndani ya boksi, kwa boksi kuanzia elfu mbili na kumi na mbili kipili amekaa pale, hana rafiki zake tena, hana nini, hajui dunia inaenda vipi. Sasa gafla nimemchomoa kwenye boksi, kwa maana ya kumleta Zanzibar, ameona halaha, kumbe dunia iko hivi. Sasa nimrudishe tena ndani ya boksi? Ninaona hapana, bora interesti zangu zipotee lakini aweze kuiona dunia. Mimi nimeshafanya maisha zaidi ya miaka hamsini, i e binti mdogo sana, kwa hiyo interest zake namba moja kuliko za kwangu. Asante haya baba, kwa kweli umeongea kwa, yani nimejisikia kwa kweli moyo na mwili unasisimka. Labda tu nimpe Wakonta nafasi kama ana neno lolote la kutuambia. Sasa tukiwa tunafahamu kwamba ameshaanza maisha mengine, yuko hapa Dar es Salaam, lakini wako katika changamoto ambazo wamezielezea wazazi wake na yeye mwenyewe, yeye kama yeye anatuambia nini kwa kumalizia? mm. kwa sasa hivi naweza nikasema kama vile niko kwenye probation, nimepewa ruhusa, nimepewa dhamana kuishi hapa nasema ni kwa miezi sita. Kwa hiyo hata usingizi tena sipati siku hizi, ni nawaza, ndani ya miezi sita nitawaonyesha kwamba naweza make. Nimesema naweza, lakini mpaka sasa hivi bado sijafanya kitu, nasema naweza. Na sasa hivi changamoto nayoipata kwamba nahitaji msaada masaa ishirini na nne kwa vitu karibu vyote. Uh, vinanifanya ninakuwa tegemezi, lakini nataka niweze, nataka ndani ya miezi sita hii nionyeshe ndoto yangu, niifanye iwe kitu kinachoshikika, kitu kinachoonekana. Ningependa kuomba wadau wa Wanawake Live, makampuni, watu binafsi, ambao wataguswa ambao watapenda kunisaidia kutatua changamoto moja ambayo naamini mkinitoa katika hiyo changamoto, na hakika nitafanikisha ndoto yangu kuifanya kitu kinachoshikika. Ambayo kwa sasa hivi niko katika tasnia ya filamu, lakini sina namna ya kuanza. Nina timu, nina watu, lakini naanza vipi? kwa hiyo ningeomba wadau, ningeomba watu binafsi ambaye atapenda, ambaye ameguswa, tafadhali naomba anisaidie nipate production tools. Production tools ziwe kama mtaji wangu namba moja, ambao nitaweza kuutumia kujiendeleza na hatimaye mwishoni, kwa namna moja au nyingine, ambayo itajitokeza niweze kujitegemea, niweze kuwasaidia wazazi wangu ambao wameacha maisha yao, wameacha interest zao, wananisapoti mimi ah, zitanisaidia niweze kuwa kujitegemea mwenyewe, na ifike siku nisiombe tena, na badala yake nisaidie wenzangu na wote ambao wako katika maisha ya bahati mbaya au yale ambayo wasingependa kuwepo. Asanteni sana. Uh, pengine ufafanue production tools sasa ni nini? Uh, kwenye production tools ni kama kamera uh, vyombo vya sauti, vyombo vya mwanga, mashine za kueditia filamu ndio, hivyo. Huyu uh, ni mtu ambaye kwa kweli tunapaswa kuendelea kumsapoti kwa namna yoyote ile kwa hali na mali, toka tulivyoona nia yake ya kutaka kujikwamua pamoja na changamoto aliyoipata ya ulemavu, lakini anaamini ana uwezo, na hicho ndio kitu kikubwa ambacho wanawake wengi tunashindwa. Hivyo naamini bado kama familia Wanawake Live tunayo nafasi ya kumsapoti. Pengine sasa, kwa wale ambao wangependa wa kusapoti, wanakupataje? kwa yeyote atakayeguswa ataweza kuwasiliana na mimi au kunichangia kupitia namba yangu ya Tigo ambayo ni 0656771529. Narudia tena 0656771529, au ya Vodacom ambayo ni 0755836896. Narudia tena 0755 836896, na ya Airtel ambayo ni 0683886446, narudia tena 0683886446. Nashukuruni sana kwa mtakao jitokeza, asanteni sana na wapenda wote Kampeni yetu ya Mwanamke Piga Kazi imedhamiria kuwakomboa wanawake kweli kweli. Mpaka sasa hivi tayari tumekushafanya semina kadhaa, na huu ni wakati ambao tunaenda katika vitendo zaidi. Kwa sasa tunaanza na semina ya mafunzo ya ufugaji wa sungura pamoja na samaki, na hii ni kutokana na utafiti wetu wa kuangalia soko linahitaji nini. Kwa hiyo kwa wale wajasiriamali ambao wangependa kufuga sungura pamoja na samaki Tunawaalika sana katika semina hii ambayo itafanyika tarehe tatu Jumamosi, mwezi wa tisa hapa mbezi bichi jogoo, ukumbi wa rosters pabu. Tupigie namba kwa wewe ambayo utapenda kushiriki kupitia 0753787126 ni 0753787126 Karibuni sana wakinamama, wanawake wote, tuondokane na umaskini. Bado tunaendelea kukusisitiza kwamba katika wanawake live tunafanya mambo mengi, lakini yote ni kuhakikisha wewe mwanamke wa Tanzania, mtoto wa kike wa Tanzania usikate tamaa bwana, usilalamike kama una changamoto. Huo ndo mpango mzima. Maisha bila changamoto hazipo. Hata tajiri unaomuona leo, tajiri na yeye, ukienda kumsikiliza, ana changamoto zake wakati mwingine stress aliyonayo ni afadhali hata wewe ambayo unahisi huna kitu huna pesa na nini. Kwa hiyo usi... yani, usilalamike kuwa na changamoto tena. Wanasema watu waliofanikiwa sana ni wale ambao waliweza kupambana na changamoto nyingi sana. E, kwa hiyo huwezi kufanikiwa kama eti huna changamoto yoyote alafu unasema na wewe utafanikiwa. Hapana. vikwazo unavyokutana navyo kwa kadri unavyo jitahidi kujifunza kuvuka, kupambana navyo, hivyo ndivyo ambavyo wewe unazidi kukua kimaendeleo. Leo katika kipindi hiki cha Wanawake Live natoa shukrani za dhati kabisa kabisa kabisa kwa pedi nzuri, pedi zenye quality, pedi mahiri imara, zisizo na joto, zisizoweka na kuhifadhi unyevunyevu pedi ambazo ndio habari ya mjini, wadada wanaojitambua. Pedi ambazo tunavaa sasa hivi na hazina madhara yeyote, ukivaa unajisikia burudani, maana kuna jani fulani la mchaichai ambalo linafanya mambo yake. Naongelea HC, au human cherish. Vile vile ni washukuru sana walionipa mwonekano, mama ale superwoman hapa mm, kutoka chicks fashion pale Kinondoni. Saluti sana kwenu. Kwa hiyo naomba ni kuache na baadhi ya mwanamke piga kazi ambazo tunaendelea kuzifanya maeneo mbalimbali nchini Tanzania, na hivi karibuni tutakufikia katika eneo lako, utasikia kupitia Facebook page yetu, Instagram, hapa ndani ya wanawake live, na ndugu jamaa na marafiki, kwa sababu sasa hivi wanawake tuko kitu kimoja. Basi mimi ni superwoman, mwingine ni photocopy. Mm.

Imedhaminiwa na pedi za HC.